Hai watu wangu, Mungu mbele, hakuna mkate, Mungu mbele ya chai. So leo tuko maeneo ya Runda Ukambani na nimerudi tena hapa kilansi wangu, nataka kuwaonyesha kitu hii uh, ni ile nyasi tu muliona juzi, nilikuwa na dream tu hiyo nyasi na nikawaonyesha nikawaambia baada ya one month, hiyo nyasi yangu yote itakuwa imeshoot. Tena ukiangalia tu eh, kwa umbali ndio unapata tu spots kwa umbali na nyasi inaendelea na kugrow tu vizuri. Mi nikitrim nyasi yangu mwezi moja, yote inakuanga imeshikana na yote inakuanga imeleta hiyo green yake. Na niliwaambia nikimaliza kukata nyasi yangu pale, nachanganya urea na wina. Niamaliza tu natupia kwa nyasi, na kesho yake asubuhi naamuka tena nikipiga ndawa ya mchwa. So nyasi yangu iko hivyo hapa, tuko maeneo ya Ukambani, Runda Ukambani, ukiangalia saizi kwa Prezo tu ndio kunanyesha tu peke yake. Ukiangalia view iko sawa, huko kwingine kumetulia tu polepole, lakini watu wana, wanauliza Prezo, hata huko kwako mwezi wa nane tunaonanga kukiwa na green nini? Kuna watu pale najua, uh, nyasi yao wamekuwa wako na maji, wamepanda nyasi na zile vitu naelezea pale. Unapata mtu anaenda anapanda nyasi anaweka urea wina, so kuna kitu nataka kuwaambia, nyasi yako Angalia mahali unanunua nyasi juu, ukiangalia huku ni Ukambani, sina maji ile. Mi natumia hata uh, sina bowl, natumia underground tank, hata sina sprinkler tu. Ukiangalia hiyo pipe, kuna generator mnaiona pale pump. So niko na underground tank pale, niliwaambia imebeba 120,000 liters eh, za maji. So huku ni Ukambani, ile nyasi nilitrim juzi ndio hii, mnaona iko hivyo naona venye iko inaendelea kuleta green. So ni kitrim nyasi yangu mwezi moja inakuanga imeshoot tena imeshikana tena, so iko hivyo na venye naendelea na kuja tu nawaonyesha venye tunasonga polepole. Nyasi yangu ukiangalia, kwa wiki naipeanga maji mara tatu, napeanga Monday na pea Wednesday na pea Saturday, lakini leo juu ni Friday na kesho, uh, wafanyikazi wangu kuna mahali watakuwa wameenda Saturday, ndio maana unaona tunaipea maji leo, na tukipea hata Sunday Monday tu, hiyo nyasi itakuwa hivyo. Je, kama ningekuwa na maji ya kutosha kama borehole ingekuwaje? Lakini maji ninayo. Ukiangalia view, ukiangalia kila kitu, imepangwa ikapangika. So saa hizi najua mnasikia kelele, lakini ni maji tunapea, uh, ni nyasi tunapea tu maji, na itakuja, itakuja hivyo. Mliona venye uh, niliwaonesha hiyo nyasi yangu venye tulitrim, tulitrim nyasi hii ndio wiki ya tatu eh? Na ukiangalia ninakuja hivyo, niko na underground tank hapo, maji inatoka hapo so maji natoka hapo. Ukiangalia tuko na efu huku, ni Runda Ukambani. So nyasi ndio hii, kuja hii side huku, ni side ya nyuma Unaangalia nyasi iko hivyo na mwezi haijaisha, na hiyo nyasi imekaa hivyo. Na kuna watu wako na sehemu kama ndogo hivi na inawashinda ha. Ukikuja tena hii saidi huku ni saidi ya nyuma, mnaona iko hivyo, but God willing huu mwaka lazima ni drill borehole. lakini hapa hata nipo drill borehole nisipo drill borehole unapata maji ninayo ya kutosha juu hata mkiangalia hizo miaka yote tangu nipande hizi miti zikuwe zifike hapo, nimekuchukua nikitumia uh, underground tank na hakuna siku hata moja mimi kununua uh, maji na mbusa. So hiyo ndio maji. Hii ndio miti saidi ya nyuma perimeter home. Unaona venye na shoot. Kuna watu wanauliza, Prezzo hizi miti yako ikikuwa kubwa itapasiwe kukuta? Iwezi kupasiwe kukuta, mizizi yake inaendanga na chini, unaona venye inaenda vizuri so iko hivyo. Kujenga na Prezzo, tunajenga nyumba from scratch, from foundation, tunaenda kukupatia ufunguo. Tunakufanyia garden yako, nitakuzia nyasi mzuri. Nimepanda nyasi pale Nairobi, nitakuzia nyasi nikuje nikupandie, na hakuna siku moja nyasi yako itakauka. Unaona kila kitu iko sawa. Imagine hata ukusaidia nyuma na hii garden ni kubwa, by the way, garden yangu ni kubwa zaidi. Kama unapata garden iko hivyo na ikauki nyasi ni green tu unaona, na kuna juu kambani saa hizi nyasi yangu ni green. Hii Hi garden ni kubwa na hakuna nyasi inakauka, so mniitie kazi. Namba yangu ya simu ni 0726675694 hakuna mkate Mungu mbele ya chai Mungu mbele, na munifollow hapo YouTube, subscribe my youtube channel Prezzo Logistic Molding. Niita tukufanyia molding Niita tukujengee gardeni yako, unaona hiyo perimeter wall. Angalia tu hiyo perimeter wall venye inatokelezea vizuri, ikiwa na hizo miti Italian hapo ka garden tu kidogo. So mambo iko sawa, na tunatembea kila mahali, tunazunguka kila mahali Kenya mzima. Na mimi napenda hii boma yangu juu, hata kila time tu naamuka na lala hapa, mi nikipata kazi na chomoka nikiendanga Unaona, kila kitu iko sawa. Garden ndio hiyo, ni green kabisa, hata tuliacha kumwangilia maua nyasi juu isha shoot hapo, ziko kila kitu iko sawa. So huku ni maeneo ya Ukambani wenye wanauliza, huku ni Ukambani area Wakamba, huku ni Ukambani. Unaona maua kila kitu iko sawa, nyasi imeshut haraka haraka. So jenga na Prezzo Logistic. Nambangu ya simu ni 0726 675 694 mnaona, hiyo view view iko sawa, tumezungukwa na milima huko kote, view iko sawa hapa Runda, in Kambaland, Runda Ukambani. So kila kitu iko sawa, iko hivyo. Thank you bye bye.